Habari yako, msalamu wa Yanga. Nzuri nzuri nzuri tu. Naona leo bado upo nyumbani kwako, uwanjani hujaenda. Vipi umeangalia game ya leo? Nimeiangalia sana. <coughs> na nimeridhishwa sana na mimi niliyategemea hayo. Kwa sababu jinsi sisi tulivyotafuta wale. Na tulikuwa <coughs> watu walikuwa watu ongelea sisi na wale. Leo tumwadhilishia kama sisi ni watu moto wa koti mbali. Kwa maana ndio maana sisi tukapiga ile golo tano zile. Kitu mbili bado tatu. Lakini ilivyotakiwa sisi wale wachukua tegu saba. Ndo hiyo ndo bahati yao, lakini sio shida. Mimi nasema kadhaa wenyewe, ujanja wao wote wametokea, wametokea mbavuni, wamekimbia mechi kwa wale sasa. Ukizungumzia bao tano, wakati tumeona na mpira umeisha tatu sifuri, unamaanisha nini? Si refa naye binadamu, kwamba binadamu hayo, lakini ungefuata goli sita wale. Lakini refa naye binadamu kabadilisha matokeo, lakini kwa wale wanakufa nyingi. Sisi tumewatafuta sana wale. Na sasa hivi leo nimefurahi sana. Nitachinja kuku niyo na wanangu kwa sababu ya watu wale. Na kwa nini hujatokea wanjani kwenda kuangalia game live? Eh na na, na na, shida ya kifamilia ndio maana nimegoma nimegoma lakini la, nitaka niende kwa naika waone hao. Unavusumbua sumbua. Ye, kwa mpira ambao umecheza Yanga na Tabora mkikutana na, na watani wako una, unasemaje utatoka kweli? Unaambia wale ndio wagusi kabisa. Nasikia kuna tetesi mpira ndio kucheza Ulaya. Ndio kutu tunakotaka kutukaulia huko huko na huko akikimbia tu. Kuna tuna miguu huko. Kwa sababu hakuna mchezo wa mchezo kama hapa. Hakuna kiwalani, hakuna minazi mirefu, hakuna kidogo huko. Wakikimbia huyo, wakikimbia tu ndege moja. Tunarudi pekee wao ndio wana miguu. Unasema ndege moja? Eh, ndege moja tu. Mabingwa na kambele, wao na kanyuma huko, wasaga tumbaku wao. Na leo una, una tabiri vipi watani wako wa jadi wakiwa wanacheza nje nje nje ya nchi. Chuma mbili anachukua kuni kama unabisha, nitafute sababu binachukua haya. Asante sana, sawa sawa <laughs> A, leo nilikuwa na msalamu wa Yanga na ajafika, kwa bahati mbaya ajafika uwanjani, yupo nyumbani kwake, katoka kuangalia kwa mpira katika baa moja. huyu kama unavyomwona, ndo anaitwa msalamu wa Yanga. Yeye anasema hakuna ubaya. Ubaya ni nini? Yeye akwambiaje hakuna ubaya, ubaya, wala nini? ubaya uwabwelela sio ubaya ubwela, ubaya uwabwelela sio ubaya ubwela. Na wangetia timu siku ile tungebomoa timu ile kwa mara nyingine tena, kwa mara nyingine wangechukua kikipiga golu tano, ndio maana wakaumiza kichwa. We mpira gani kuja na ng'ondolo? Lakini mboni nyinyi mnaogopa kucheza tena mechi? Situogope tu katika sheria tumesomea sheria Sijui mchaimaliza. Wao kicho walichofanya wasije kitu gani? Na nyinyi mchofanya mwazuie uwanjani kitu gani kuingia? Ah ah, kuzuia kuzuia kuingia uwanjani hiyo swali lingine. Adhabu ya watu wanayo. Sababu na usipeleka peleka timu pale. Wale kuzuia ndo nini? Kwani ushamba bibi hakuna si ungefanya mazoezi tu. Ng'ombe anepe siku ya mnada. Siku moja tu ndio ukose kufanya mazoezi, usemie mnizuie watu. Wale wamekwepa. Wanajua walichokifanya muumiza kichwa. Sasa ingekuwa mvurugano pale. Ngungu ngwa tumtaki kocha yu hatumtaki, huyu washakula hela, tungepiga tena wale. Na hata hivyo adhabu haijaisha ile, wamesogeza mbele tu ile adhabu yao, lakini mzigo uko pale pale. Sisi ndio tunatafuta wao kuliko watu wengine katika Tanzania hii. Asante sana, haya.